Leo tarehe kumi na tatu majaji Revila, majaji Rufa, majaji Mguembe, majaji majaji ya mwezi wa tano ishirini ishiri na tano, mahakama ya rufaa katika jopo la majaji watatu jaji Levira, jaji wa rufaa jaji Ngwembe na jaji Rumanyika, wote majaji wa mahakama ya rufaa ilikaa kusikiliza kesi ya rufaa namba mia thelathini na nne ya ishirini ishiri na mbili ambaye ilifunguliwa na Onesmo Olengurumwa dhidi ya ma, mwanasheria mkuu wa serikali ikipinga mabadiliko ya sheria yaliyofanywa katika sheria ya haki na wajibu wa, wa, wa, wa watu katika nchi katika, katika, katika, katika, yetu ambayo niyo sheria ambayo ilitungwa mwaka 1994 na ikafanyiwa mabadiliko mwaka 2020 20. Sasa katika mabadiliko hayo ile haki na wajibu ule ambao mwananchi alikuwa nao au mtu yote alikuwa nao kwenda kuifikia mahakama na kupinga ukiukaji wa haki za binadamu e, katika ambao pengine anafikiri kwamba umefanywa au me, umekiu, kuna ukiukaji wa katiba na sheria za nchi yetu, mabadiliko makubwa ambayo alifanywa na mahakama na, na, na, na, na, na, na bunge la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ule mwezi wa sita mwaka 2020, basi kulikuwa na rufaa kwa sababu Onesmo Olengurumwa alifungua kesi katika mahakama kuu ya Tanzania akipinga mabadiliko hayo na akitaka vifungu vya kifungu cha nne, kifungu kidogo cha pili, cha tatu, na cha nne, na cha tano cha, mabadiliko hayo ile sheria namba tatu ya mwaka 2020, kwamba mahakama yatangaze kuwa ni, ni kinyume cha katiba, kwa maana hiyo hayafai. Lakini mahakama katika uamuzi wake ilisema kwamba hakuna kibaya kilichotendwa na kwa maana hiyo ile sheria ilikuwa ni sahihi kabisa na haki za watu kufungua kesi za, za katiba ambazo ibara ya ishirini na sita ibara ndogo ya pili ya, ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania imeagiza kwamba kila mtu ana haki ya kuhakikisha kwamba e, sheria na, na, na, katiba na sheria nchi yetu zinafuatwa kwa, kwa kutumia utaratibu wa kisheria wa. Basi mahakama ilisema kwamba hapana, lazima uonyeshe kwamba wewe binafsi kitu umeguswa vipi na, na, na, na ukiukwaji huo. Sasa mahakama mahakama kuu ikasema kwamba hakuna kosa hicho akikubalika kwa upande wa Onesmo Olengurumwa akakata rufaa ambayo ilisajiliwa hapa kama kesi namba 134 ya 2022, kiwa mwaka 2022 umepata nafasi leo mwaka 2025 kuweza kusikilizwa. Na rufaa hiyo imesikilizwa leo na wa majaji watatu, kwa kuwa jopo letu leo lipata bahati kubwa sana, bahati kubwa sana ya aina yake kuongozwa na Profesa Issa Shivji yeye ni amestaafu katika masuala ya ya, ya kuja mahakamani, lakini ana kibali maalum cha kuja katika kesi zinazohusiana masuala ya haki za binadamu na maslahi ya, ya, ya umma. Kwa hiyo leo tumeongozwa ambaye yeye ni mwalimu wetu ametuongoza, tumeweza kuzungumza, tumeanza kesi hii tokea saa tatu na tunamaliza hivi sasa saa kumi na moja. Kwa hiyo hoja zilikuwa ni ndefu, mahakama imetupatia muda wa kutosha kabisa kuweza kutoa ufafanuzi na kujibu maswali mbalimbali ambayo mahakama ilikuwa inaeleta kwetu. na maana hiyo mwisho wa siku tutategemea kwamba uamuzi utatoka leo, hukumu haijatoka leo. Mahakama imesema inahitaji muda wa kwenda kuchambua hoja zetu na kuziangalia, na itatoa hukumu yake siku na tarehe ambayo tutahitajiwa siku za uko mbele. Asanteni sana. Kwangu mimi ilikuwa ni, ni aina ya darasa, na kwa mimi pia nimejifunza mengi na nimefurahi kama vijana wangu hasa wanafunzi walikuja wakashuhudia yale yanayotokea mahakamani. Sasa sio kawaida wao kupata nafasi hii. Sisi wakati ule enzi zile tulikuwa tunakuja mahakamani na ndio tukajifunza, na siku hizi wanafunzi wetu hawaji sana mahakamani, hata wale wanafunzi wa sheria. Nimefurahi sana kwamba walikuja na kesi hiyo kwa maoni yangu, ilikuwa na umuhimu wa kipekee kwa sababu hiyo kesi ilikuwa ni ya kikatiba, na kesi hiyo ili, ilikuwa inatetea mwananchi yeyote yule ambayo ameguswa na vunjaji wa haki za kikatiba cha umma na sehemu ya umma ambao wao hawana uwezo wa kuja mahakamani kuja mahakamani kwa niaba yao. Kwa hiyo kesi hili hii iliyohusu umma zima, unaona ndio maana umuhimu wake umuhimu wake, haikuwa kesi ya kupigania haki ya binadamu pepe, moja moja au mtu binafsi, ilikuwa ni kesi ya kupigania kwa niaba ya umma. Mara nyingi sana watu wetu hasa wale ambao ni wanyonge, hawana uwezo wala hawana elimu wa kuingia mahakamani, na wao ndio waathirika wakubwa wavunjaji wa vunjaji wa sheria na katiba. Kwa hivyo kifungu kile, ibara ile ya katiba ambayo ilikuwa inawezesha ilikuwa inawezesha mtu yeyote kule mahakamani kwa niaba yao, sawa. Ilikuwa inapigwa marufuku tide hiyo sheria ambayo sisi tulisema tuli kwamba ni kiume na katiba. Katika katiba yetu tuna ibara muhimu sana, ibara 26 ibara ndogo ya mbili ambayo inawezesha mtu yote kuja mahakamani kwa niaba ya umma, lakini mwaka nao mwaka ishirini na ishirini ilipitisha sheria, sheria ambayo ingefanya vigumu sana kwa menchi yote kuja mahakamani kwa niaba ya umma. Jina langu naitwa Hangi Changa, ni wakili wa serikali mkuu, yani principal state attorney, natoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ambao sisi kwenye hili shauri hili, tangu linapoanza mahakama kuu, lilipokuwa limefunguliwa mahakama kuu, sisi tulikuwa ni wajibu maombi, na nashukuru tulivyoenda kule mahakama kuu, msingi wa shauri ni kwamba kulikuwa kuna mabadiliko ya sheria ya uendeshaji wa mashauri ya kikatiba yani bradea, ambao ulifanywa na serikali. Kuna maboresho ambayo yalifanywa. Kwa hiyo mojawapo ya maboresho ambayo yalikuwa yamefanywa ni kifungu cha nne, kifungu kidogo cha pili, kifungu kidogo cha, cha tatu cha nne mpaka cha tano cha hiyo bradea, ambapo mojawapo iliweka takwa la kwamba mtu akitaka kufungua shauri la kikatiba anatakiwa angalau alete kiapo cha kuonyesha ni namna gani ameathirika na lile jambo ambalo anataka kulilalamikia. Lakini vitu vingine ilikuwa ni kwa habari ya mtu kwamba anapotaka kufungua hilo shauri la kikatiba, ni vema aonyeshe kwamba hakuna nafuu zingine kwa mjibu wa sheria ambazo anaweza akazichukua, kwamba mtu labda kwamba kama kuna sheria ambayo tayari hicho kitu anachotaka afungue ile shauri la kikatiba kuna sheria zinaweza zikatatua jambo hilo, basi hakuna haja ya kuja kufungua hilo shauri hilo la kikatiba. Lakini mojawapo kule kulikuwa kuna masuala ambayo yaliibuka ambayo ilikuwa ni juu ya wajibu wa, wa kiwango gani cha kuthibitisha kwenye haya mashauri ya kikatiba. Ninashukuru mawakili wa serikali kwa kipindi hicho, tulijipanga na hatimaye tuliendesha hiyo kesi hiyo. Mwisho wa siku mahakama ilikuja ikabaini kwamba hivyo vifungu vyote vya sheria yaani hayo mabadiliko yaliyofanywa yalikuwa hayakinzana na Katiba. Kwa hiyo ile kesi ile kule mahakama kuu tulishinda. Hasa kilichojiri siku hii ya leo, hao waliokuwa wamefungua shauri ambaye ni Onesmo Olengurumwa alivyokuwa amefungua shauri, kwa sababu hakuridhika na ile maamuzi ya mahakama kuu, akaamua kukata rufaa mahakama ya rufaa. Sasa leo shauri hili liliitwa hapa mahakama ya rufaa kwa ajili ya kusikilizwa, na kulikuwa kuna sababu ziko karibu tisa, lakini sababu ambazo zilikuwa zingine ambazo zilikuwa za muhimu ni kama hiyo ya kuhusu haja ya kuweka kiapo cha kuonyesha namna gani ambavyo mtu ameathirika, lakini pia kuna swala la kuonyesha ni kwa namna gani umemaliza ume, ume hizo nafuu zingine ambazo ziko kwa mjibu wa sheria lakini pia kulikuwa kuna swala la matumizi ya kifungu cha ishirini na sita kifungu kidogo cha pili cha Katiba, hiyo ibara ambayo inahusu swala la kufungua mashauri, utaratibu wa kufungua mashauri. Lakini pia kulikuwa kuna swala la ni namna gani uthibitisho wa mashauri haya ya kikatiba uweje, maanake ukienda kipindi cha nyuma sheria ilikuwa inasema kwamba labda mashauri haya uthibitishe pasipokuacha shaka, lakini baadaye ukawa kuna mabadiliko. Lakini nachoshukuru tu kwamba leo tulivyokuja kwa ajili ya kusikilizwa mbele ya paneli ya mjaji, jaji Levira, lakini pia yupo Rumanyika na Ngwembe. Tumeanza saa tatu kusikiliza shauri hili upande wa serikali, nikiwa mimi nikiwa naongoza nikiambatana na niki Malindwa Sekimanga, wakili wa serikali mwandamizi pamoja na Stanley Mahenge, lakini na upande mwingine nao pia walikuwepo mawakili kama walivyoeleza majina yao tumeweza kuwasilisha mawasilisho yetu mahakamani na tunaishukuru mahakama imetupa muda wa kutosha wa kuweza kufanya mawasilisho, na ndiyo maana tumeanza saa tatu tumemaliza hii saa kumi na moja ni kwa sababu mahakama ilipenda pande zote wakata rufaa na sisi wajibu rufaa tuweze kuwasilisha ma mawasilisho yetu ya kutosha, ili kusudi kuweza kuisaidia mahakama kuja kufanya uamuzi. Kwa hiyo mahakama ya mwisho wa siku imepanga kwamba hili shauri hili vitakuja kutarehe itatolewa ya lini ambapo uamuzi utakuwa tayari. Kwa hiyo sasa hivi tumeiachia mahakama iweze kufanya kazi yake ya kutoa maamuzi, lakini naamini pia upande wetu sisi kama kwa upande wa serikali, naamini tumefanya kazi nzuri kama tulivyofanya mahakama kuu, pia hata hapa naamini tumefanya kazi nzuri ila kwa sasa tunaiachia mahakama iweze kutoa maamuzi. Kwanza kabisa na mimi nitoe shukurani kwa mahakama kupitia Jaji Ngwembe, Levira pamoja na Rumanyika kwa muda mzuri ambao wametupa. Hii ni shauri ambalo limeshikiliwa, limesikilizwa kwa takriban masaa tisa mpaka kumi saa mbili mpaka saa kumi na moja kumi na mbili inaelekea tuko hapa hilo ni jambo la msingi kabisa, kwanza wametupa nafasi nzuri. Niwashukuru mawakili wangu wote wakiongozwa na profesa Shivji, lakini pia upande wa, wa serikali tumetumia muda wetu vizuri, na tunawachia sasa mahakama ije na maamuzi ambayo wao wataona kwamba ni sahihi. Kimsingi ni kwamba eh, mahakama ndio chombo ambacho kwa mujibu wa katiba, yeyote yule ambaye anaona kwamba kuna haki zimevunjwa anapaswa kwenda, na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunatumia njia mbili kutetea haki za Watanzania. Kwa sababu sisi tunatetea haki za Watanzania, njia mojawapo ni kufanya ushawishi, maanake advocates, tunakutana na serikali tukiona jambo halijakaa sawa, tunashawishi hii kitu haijakaa sawa, na vitu ikionekana, hiyo njia ya ushawishi kukaa na kuzungumza haijatosha, njia iliyobaki ingine ni kwenda mahakamani. Kwa hiyo mahakama zimekuwa zikitumika kulalamikia ukiukwaji wa haki za binadamu ambao nafanya kutokana na sheria zinazotungwa au unatokana na matukio mengine, kwa hiyo mashauri ya kimkakati au mashauri ya umma. Kwa mujibu wa ibara ya 26 ya Katiba imetoa nafasi kwa sisi watetezi wa haki za binadamu kupitia sisi mmoja mmoja au kupitia taasisi zetu au kupitia raia yote wa Tanzania endapo ataona kwamba kuna haki imevunjwa anakwenda mahakamani. Kwa hiyo hii haki tumekuwa nayo kwa muda mrefu, lakini bahati mbaya mwaka 2020, eh, sheria ikatungwa ikatupoka hii haki, ya sisi kwanza kama wanaharakati kusimama kwenda kumtetea mtu ambaye hana uwezo wa kudai. Kwa mfano kesi nzuri ambayo mtaielewa Tanzania Kesi ya Rebecca Gyumi. Rebecca Gyumi sio msichana wa miaka 18, lakini alitumia haki hii ya kikatiba ibara 26 kwenda kutetea wanasichana nchi hii kwamba wana haki yao, na kweli mahakama ikamsikiliza naiko haki, lakini yeye hakuwa kabisa ni mtu ambaye ameathirika, kwa sababu alikuwa ni mtu mzima. Lakini leo sheria ile imetulazimisha kwamba Rebecca Gyumi ilipaswa sasa aonyeshe kwamba swala la mtoto wa miaka 18 kuolewa, yeye anaathirika vipi kitu ambacho kisingewezekana, lakini kwa sababu ni mtetezi wa haki za binadamu, kwa sababu ni raia wa Tanzania, katiba 26 ilimpa mamlaka kusimama na kutetea haki za kikatiba. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tuliona hilo ni kosa, tukafungua shauri mahakama kuu ku, wakatusikiliza vizuri, tumekuja mahakama ya rufaa ma, tunaamini kabisa kwa hoja zilizozijenga na mawakili walivyojenga hoja leo, si tunaamini kabisa e, maamuzi atakayotoka baadaye yatakuwa ni ni maamuzi ambayo ya yatakwenda kulinda haki za Watanzania. Mimi sikuja mahakamani kwa sababu ya mimi peke yangu, nilikuja mahakamani kwa sababu ya Watanzania. Mashauri ya namna haya au ma, matokeo ya kesi kama hii leo hii yakitolewa kwa, kwa, kwa maamuzi ambayo ya yanakwenda kulinda katiba, watakaofaidika ni Watanzania wote na sio mimi. Niwe nimekufa kesho, niwe siwepo, niwe wakati maamuzi yanatoka, faida zitakuwa ni kwa Watanzania wote, ndio mwone sasa faida ya kuwa na mtaratibu mta, mta, huu wa kisheria ambao mtu yoyote ambaye ana, anaweza kwenda mahakamani kutetea haki za Watanzania hata kama yeye mwenyewe binafsi hajaathirika. Na hiyo ndio imekuwa msingi wetu kwamba sisi kama watetezi au mtu yoyote Mtanzania ambaye anaona kwamba ana uwezo wa kwenda mahakamani kudai haki, basi ibara ya ishirini na sita mbili imetoa hiyo nafasi na isivunjwe kwa sheria yoyote ile, isiende kuingiliwa kwa sheria yoyote, na ndio maana sheria hii tunaisema sheria nzima vile vifungu vipya vyote vinapaswa kuondoka na kutangazwa kwamba vinavunja katiba ili sisi Watanzania e, lakini wale ambao pia ni watetezi wa haki za binadamu au mashirika ya watetezi wa haki za binadamu yaendelee kuwa na, na nafasi ya kuwatetea Watanzania hasa wale wanyonge ambao hawana nafasi ya kujitetea. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba e, watu waone kwamba swala la kwenda mahakamani ndio njia ya kistaarabu, ndio njia ya kistaarabu na ya kisasa zaidi ya watu kulalamika Unajua, usipotoa nafasi ya watu kwenda mahakamani, maanake unawaambia watu wakachukue panga wakadai haki au watu waende barabarani wakadai haki kwe, kwa hiyo tunapaswa kuwashukuru na kuwapongeza watanzania ambao wanaona kwamba njia, njia wanaona kwamba tunaweza kwenda mahakamani kudai haki kwa sababu watanzania hao hao wasipoamua kwenda mahakamani kudai haki iza wabebe panga waende barabarani wafanye fujo kudai haki zao. Lakini mtu yoyote anayekwenda mahakamani inapaswa itafsiriwe kwamba ndio njia ya kisasa, ndio njia kidogo ambayo inaonekana ni njia ya kistaarabu zaidi ya kudai haki, kwa sababu tunakwenda mezani, tunakaa upande wa wa, wa, wa, wa, wa, tunakaa mbele ya majaji ambao wako kwa mujibu wa katiba, pande zote mbili zinajenga hoja then wanaamua. Ni, ni njia mojawapo ya kistaarabu ambayo yoyote yule ambaye atakuwa anaipinga atakuwa huyo ajitambui, yaani ukiona kuna mtu anapinga watetezi wa haki za binadamu au Mtanzania yeyote kuenda mahakamani kudai haki, huyu atakuwa ajitambui au ana mapenzi mema na nchi hii, kwa sababu hiyo ndio njia ya kistaarabu pekee ambayo watu wanaweza kuenda mahakamani wakadai haki zao au wakatetea haki za wengine bila kuumizana, bila kupotezeana, kupoteza maisha, lakini inatoa nafasi ya pande zote mbili kukaa na kujenga hoja na kuwapa na, na nafasi ya watu ambao kwa mujibu wa katiba wamepewa mamlaka ya kutoa haki wasikilize, alafu watoe haki na maamuzi yakitolewa ya, ya kimahakama ya kima hakuna anayepinga kwa sababu mwisho wa siku hayo ndio maamuzi. Taratibu za kupinga zipo, kama mi, kama sisi tulivyopinga maamuzi ya mahakama ya chini tumekuja mahakama ya rufaa ikitoa kama kuna taratibu zingine tutatumia. Kwa hiyo nadhani kwa ufupi, mimi ni washukuru sana e, mawakili, nishukuru mahakama kwa ujumla kwa nafasi waliotupa. Tunaamini haki itatendeka na maamuzi yatakayotoka kwa hoja tulizozijenga sisi tunaamini kabisa itatoka kwa upande wetu zaidi.